Umeisha kihalali. Sawa. Mkutano umeisha kihalali. Sawa? Hata wanasema mkutano umeisha kihalali, labda wao wameshindwa kuelewa. Yaani sisi hatukwenda shule hatushindwa kuelewa alichozungumza. Ila yeye anaokaa kwenye kipaza anaongea kwamba yeye ndio muelewa. Unajua tu wanasimba sasa hivi tumekuwa wapole sana. Yaani yule mtu anaongea maneno kama yale ndio anakuwa wa kwanza anatafutwa na kamata anatiwa makofi. Sababu watu wameacha shughuli zao, wameenda kusikiliza viongozi wanatuletea nini? Watu wamepinga vitu vya msingi na viongozi wamekiri kwamba kweli hivyo havijafanyika, lakini baada ya muda huu vitafanyika. Na sehemu nyingine aliona ngumu, anasema kwamba hilo ni jukumu la mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mangungu. Kakwepa pale pale kwenye mkutano. Sasa unaosema kwamba mkutano uliisha kialali, sisi tumeshindwa kuelewa na kunukuu vilivyozungumzwa pale. Kwa hiyo sisi tulilewa pale tuliende, wakati tayari tuna chupa tumeamka na chai, yani chupa imeamka na chai wakati tunaenda kwenye mkutano. Maana yake ni sehemu kutuona sisi kama ni wapotofu wa uelewa. Lakini ndio hivyo, wanasimba ni wakarimu. Lakini kama ingekuwa nyuma mwiko saizi, yule mtu kashakamatwa na kashatiwa makofi. Huwezi kuzungumza maneno kama yale, sababu juzi tu alitoka alienda kuzungumza kwenye chombo kimoja cha habari kwenda kutetea sehemu ambayo anaona yeye inafaa. Baada ya kuona lile jambo alisui na alichokubalika, ndio akaongea maneno yale, kwa sababu lile jambo limepita. Sasa kama lile jambo limepita, sio simba hilo, litakuwa limepita huko nje ya Simba, lakini kwa simba sisi tunaamini jambo alijapita na mkutano batili. Yani msimu tunasema tujafanya mkutano wa mwisho wa mwaka kikatiba, sawa wamefanya kikao cha mwisho wa mwaka viongozi, lakini mkutano wa mwisho wa mwaka kwa sisi wanachama, ambao tunaye tuna katiba ndani tunaifuatilia, mkutano ni batili, haukufanyika mkutano. Tulipotezewa muda wetu, tulipotezewa shughuli zetu, tumeenda pale kusikiliza vioja tu, lakini tukusikiliza kitu chochote cha maana. Hapa bwana, mimi nataka tuzungumzie kitu kimoja kwenye tunakoelekea, kwenye usajili wa dirisha dogo la usajili, Simba Sports Club inahusishwa kumrudisha Enoch Kinonga Baka pamoja na Luis Jose Miquissone Nyi wana Simba mnaona ni haki ya wa wachezaji hao kurejea ndani ya Simba Sports Club. Nani? Enonga Kinonga Baka na Louis Jose Mixon? Namba zinaongea ndugu yangu wa Louis Mixon, kwani huyo Enonga Valane kaondoka Simba? Nani kamuondoa Simba? Mimi nawe tuulizane kwanza, Enonga anaondoka Simba akiwa kwenye ubora wake, sawa. Alomwondoa Simba ni nani, wanachama na mashabiki ama viongozi wa klabu ya Simba? Viongozi wa Simba. Waliomleta na ndio walofanyaje Walomtoa leo wanamrudisha nikina nani? Si wale wale walomleta na walimwondoa? Sasa kabadilika nini? Au sasa hivi sio enonga tena? Eti sasa hivi amekuwa Baka. Okay, sasa jambo la msingi sawa, la Jose Luis Mixon pia, waliomleta na pia ndio wameona kwamba sasa hizi mchango wake huu sasa hivi umeishia hapa, arudi kwenye majukumu sehemu nyingine, akaondoka nao. Pia wanasema wanafanyaje? Wanamrudisha. Lakini kwa Jose Luis Mixon kulikuwa hakuna shida yoyote na yeye, miongoni mwao timu anapewa Juma Mgunda, viongozi wanamwambia huyo asipangwe. Tunamuona mechi eti kwa mimi nasema kwamba huko tusiruke luke tu. Kwenye kumleta si Baka, si Mixoni, si nani? Shida ipo huko. Tuna wachezaji wazuri sana tunao pale Simba sasa hivi. Yeah. Lakini wale wanaonekana sio wazuri kwa sababu wapishi waliokuepo sio wazuri. Mpishi kama sio mzuri, hicho chakula kitakuwa kizuri. Eti, kwa nini kile chakula kina sumu? Shida kubwa wanaopika kile chakula sio. Kwa hiyo wamlete Mixoni, wamrudishe Baka na ukimrudisha Baka wamrudishe na Chama. Eh? Yeah. Wakimrudisha Inonga na Chama arudi. Chama si kipenzi cha wanasimba, yeah. Tuseme ukweli, no, yeah, yeah, yeah. Chama ni kipenzi cha wanasimba, yeah. Na mechi zote ngumu alikuwa anaziamua, uh-huh. Tunakumbuka hapa tunatamba kwenda kwenda robo finali, Chama, yeah. Kaamua mechi ngapi kwenda robo finali? Kwa hiyo kimurudisha Baka, basi na Chama pia alejee Msimbazi. Iyo ndo takuwa ombi langu. Kama Baka anarudi, Chama na yafanyeje? Arudi Simba. Mendo takuwa amenifurahisha, lakini kama anarudi Baka, Chama hajarudi watakuwa wanatwanga maji kwenye kinu. Anaona, yeah, nafasi ya Chama ndani ya Simba. Nafasi Chama bado ipo Simba na anacheza. Eh? Akirudi chama, Simba anacheza vizuri tu. Pala anacheza vizuri vizuri tu. Kwa sababu lile sio loli. Sawa? Lile sio loli lile. Yeye kwa nini ashindwe kucheza hapa? Kwa hiyo naamini pale akirudi na bado anapata nafasi na atacheza. Kwa hiyo nachokiamini mimi, viongozi wasiangaike na kututafutia wachezaji si nani. Kwanza waondoke wao. Ili dirisha dogo tutakiwa tusajili hata mchezaji mmoja ikiwezekana kama inafaa. Ili dirisha dogo tuone thank you za viongozi. Mimi ndio tutakuwa furaha yangu. Kwenye hili dirisha dogo nione senkyu za kina Mangungu wanaondoka na wajumbe wake waiache Simba. Hiyo mimi ndio furaha yangu. Sio kutuletea wachezaji mara baka, mara Mixon, sio dawa. Dawa dirisha dogo tunataka senkyu ya viongozi. Hiyo ndio dawa. Kama senkyu ya viongozi hakuna, hata wamlete Messi hapa, wamlete Cristiano Ronaldo, wamlete Mbappe hapa. Simba tabaki kula ile ikua ile. Chenga tawala kimatokeo anaenda kwa jirani. Ile ile. Kwani watu wako nao wabaya? Hasa wazuri hao. Lakini wao wanashindwa kuwalahisishia mechi zenye pesi, wanakubali maadui waingie Simba ili wafanye kila kinachostahili. Leo utaniambia kwamba wachezaji waliosajiliwa wabaya wabaya, ni wao sio wachezaji. Wewe unatamani nani na nani aondoke ndani ya Simba? Viongozi wa upande wa wanachama, mimi nataka wote, piga panga wote, hata mmoja asibaki, wote. Kuna kiongozi mwingine yeyote kasimama mpaka leo hii? sio tunavyopata sauti kuongea kwamba hii Simba inafanya hivi na hivi, kwa sababu hii, yupo kiongozi kasimama? Bora msimu uliopita aliongea Sawa, mjumbe wa bodi mmoja aliongea kwamba tajiri ananunua hela si ya ela, mchicha boksa anadai yule atilist alijitolea mwanga. Aliongea, ulimsikia. Mwingine katoka akaongea, watoke na wengine nao waongee kwamba tajiri ananunua mpaka hela ya socks anadai, watoke waseme. Wanashindwa nini kutoka na kusema? Sisi tumewachagua sisi, wala hatujawaajili. Kwa hiyo tunaomba watoke na waseme. Shida ya Simba iko hapa na hapa, kama hawajasema, manake msafara wa mamba na kenge wamo wote watu. Watu wache vipi? kama wakitoka na mambo yakabakia kuwa yale yale, hayawezi kubaki kuwa yale yale. Simba ni timu kubwa. Simba ina watu wengi wenye uweledi na wenye elimu kubwa kuiongoza Simba. Sio kwamba wao tulivyowapa zamana ndo wana elimu kubwa na wana pesa nyingi za kuimiliki Simba, hapana. Tumewapa zamana tu kwa nia njema ili tuone upepo wao uko wapi. Upepo umeshakata. Sasa kama upepo umekata, unahangaika hangaika, mara umrudishe Baka, mara sijui Mixon huko ni kufeli. Kama mtu umemwona afai leo unamrudisha huko ni kufeli. Mixon akirudi hiyo mara yake ya ngapi? Sio ya tatu anarudi Simba? Sasa si kufeli huko? Na chama nao unamtaka arudi, kama nimekwambia. Kama wanamrudisha baka ambaye alikuwa anawekwa benchi kuwa kama kocha na kati ni mchezaji, basi na chama arudi. Sio alisema Simba kuna maduka, walituondolea wachezaji, walituamilisha sisi mashabiki na wanachama kwamba Simba walituumiza wachezaji. Maduka wananunuliwa na upande wa pili, saizi za upande wa pili wanamnunua nani? Wachezaji wale wote wameondoka, wameleta wapi? Saizi wanamnunua nani? Yule Elie Mpanzu, umeona. Kaja msimu gani. Kaja msimu gani simu? Simnasema nani anatumika, nani anasema? Mimi ushakunisikia anasema mpanzi anatumika wanasema mpanzi anatumika? Yeye mwenyewe ni fikira zake na na, na, na uelewa wake finyu ndio anasema mpanzi anatumika. Wanaotumika Simba ni viongozi, sio wachezaji. Ukimwona mchezaji anabeba bomu, maana kapewa na kiongozi wake. Kama kiongozi kaweka ka, ka, ka, ka, ulinzi wa kutosha, huyo mchezaji bomu atalibebea wapi? Atalibebea wapi? Kwa hiyo ukiona unashirikiana na mateja, na wewe mwenyewe teja eh. Wewe sio teja utashirikiana na mateja. Manake na wewe teja ndio maana unashirikiana na mateja. Kwa hiyo wasilaumiwe wachezaji. Hapa shida kubwa ni ndio maana nakwambia dirisha dogo amba saizi inaelekea kufunguliwa. Sankiyu ya kwanza tunaitaka sisi kusikia hapa. Viongozi wafagiwe kwanza waondoke wote. Sisi tuko tayari kumsimamisha mtu kama imamu hapa. Aiongoze Simba kwa muda ili tumalize huo muda kabla kwenda kwenye uchaguzi. Tuko tayari. Kwa sababu wameshindwa kusimamia Simba, wameshindwa kurudisha furaha Simba, wanagombana wenyewe, wanatangazana wana wenye wa afya ya akili ndani. Watu wana matatizo ya afya akili, viongozi kwa viongozi. Sijawahi kusikia Simba hii toka imeanzishwa, sijawahi kumsikia kiongozi anatoka anawaambia viongozi wake wenzake, ndani kuna baadhi ya watu hue wana tatizo la afya ya akili, na wote wako ndani mule. Haya, mbona sasa hawataji mpaka leo huyo mtu wanachekea chooni? Hey, mbona mpaka leo hawataji? Hivi sisi tunajifunza nini kwa viongozi wale? Maana yake hakuna kitu pale, wote watu wache. Alafu kuhusu wachezaji kusajili, sisi ndio tunajua ni viongozi gani watatusajilia wachezaji, lakini habari si anarudi anaonga si nani? Sasa tunataka kusikia hiyo habari sasa, hizi habari tunataka kusikia sisi. Hawa watu wakae kushoto, hao machawa wao kawapigia debe huko mbele huko. Leo yuko kutana na bango limeandikwa, utaenjoy. Sio kuenjoy tu, sitolala wiki nzima, wiki nzima sipati usingizi, nitakuwa na kesha kwanza, sitokaa nyumbani hiyo flaa yake, kwa sababu mtu kapewa kejiti lakini kinatuhukumu saa hizi anatujibu kijeuri na jeuri zaidi kaionyesha kwenye mkutano. Hata kikao tu cha familia nyumbani akimalizi vile kile cha kumaliza suluhu tu nyumbani, labda mke na mume. Wewe kama mzazi utakuwa usikilize huku na huku, umesikiliza kwa mshtaki ambaye ni mkwe wako, umesikiliza kwa mshtakiwa ambaye ni mwanao. Baada kusikiliza huku na huku, ukasema mimi nimeifunga huo mjadala na ndio mkaendelee kuishi. Umemaliza suluhisho hapo, umepata suluhu. Sema nako umefunika kombe Mwanadamu apita kishindo umeiacha ndani. Mara kwa mara unaenda kuwatengenezea mazingira wa kugombana zaidi. Ndio kilichoendelea kwa Mangungu. Sasa wewe toka mkutano uishi mpaka leo Mangungu umemmsikia kwenye kipaza? Umemmsikia Mangungu? Mpaka leo hii. Wewe ushampelekea kipaza Mangungu anaongea chochote, kuhusu kinachoendelea, kuwajibu wanachama walichokiongea kwenye mkutano, kujibu baada ya mechi ushamsikia? Anaonekana yeye na mwanaye ambaye yuko nje ya Simba sasa hizi, wanagonga tano. Yaani wanakula bata, wanakunywa mtoli kwamba jambo letu limetimia na hii yote Nadhani kutokana tu na mazingira ambayo sasa hivi sio rafiki. Sawa, saizi ulinzi umeimarishwa kwenye nchi yetu umekuwa mkubwa sana, ndio maana vitu vingine vyote haviruhusiwi. Endapo kungekuwa hakuna chochote kinachoendelea, mimi naamini saizi kila kiongozi ambaye anaonekana sio sio rafiki kwa Wanasimba, jinsi walivyoumia saizi, kila mmoja saizi angekuwa kashapigwa kofi la nyani, ila hiki kinachoendelea ndio kinasababisha sisi tuonekane kama wanyonge zaidi. Kiukweli, kama mtu kasikia kuzungumza na msikia, mimi mpaka nasikitika, niko nje ya Dar es Salaam, anasema kama kuna sehemu ninauzwa bomu, niko tayari kwenda kulinunua kwa gharama yoyote. Hivi mpaka kusikia mtu anaongea maneno hayo, kaumia kwa namna gani kwenye moyo wake? Na kila siku anaonekana viwanjani, hajawahi kuongea maneno hayo, lakini anaongea baada ya kuona kitu kimemuuma kwenye nafsi. Ndio maana anaongea maneno hayo yote, hasa kuondoa hii yote. Dirisha dogo linakuja, tusisajili mchezaji, muondoke ili mpunguze hii hali inayoendelea. Watu wanapoteza maisha brother, yaani maneno ni magumu. Yani, sijaona mwana Simba yote kaujua kwenye mechi ile anafurahi, kila mmoja anaojua analia, wengine wameshindwa kuongea kabisa. Mashabiki wa Simba sasa walikuwa wanaimba, wanatamba na Simba yao kwa njia yoyote ile, watakaokuwa naye wao wanaiamini Simba yao. Mm, sio kweli hayo maneno, hayo maneno tu. Ile nyimbo labda kuielewa vizuri <laughs> ile nyimbo kuielewa vizuri, kama ungefuatilia tena vizuri ile nyimbo, unajua walikuwa wanaimba walikuwa na maana gani? Mimi nimeifuatilia, nimeiona jana yeah labda ulioiona wewe ni nyingine tofauti na nilioiona mimi. Nilioiona mimi maana yake inamaanisha kwamba hawauhitaji uongozi uliokuwepo uondoke, waiache Simba yao. Simba haiwezi kufa, wewe kama kiongozi utapita, watakuja wengine, ndio maana yao, Simba itabaki kuwa Simba. Sasa waikatae Simba waende wapi? waende kwa Twiga? ile ni Simba, na ndio maana wanaimbia Simba yao kwamba uongozi uwapishe, wawaachie Simba yao, ndio maana yake na habari nimeiona kwenye ile nyimbo. Kwa hiyo naamini kwa, kwa, kwa kuondoa taruki kuondoa hivi vinavyoendelea kuepusha vyote hivi, Basi viongozi Kwenye hii break ambayo watu wanaenda kwenye Afcon sasa hizi. Basi nyinyi sasa hizi mapema msihangaike kusajili wachezaji. Andaeni mabegi yenu vizuri, sawa? Andikeni barua zenu, toeni taarifa kwa umma kwenye peji ya club. Jamani si kuanzia sasa hivi, tunajiuzuru Simba kwa nia njema ili kuiacha Simba isonge mbele. Lakini kama mnahitaji kuendelea kunyanyasa watu mpaka kuelekea kwenye utee hapa karibuni. Haya loongeleka mechi na Azam. Haya atakuwa yakae kwenye, kwenye vichwa vyenu. Muyafikirie kwa jicho la tatu. Haya sio maneno mazuri, haya ni maneno magumu sana. Sasa jitafakarini haya maneno, basi mkae pembeni, ili ndio litakuwa suluhu ya Simba. Lakini kama watu hawajakaa pembeni hapa, kama nilivyokuambia, hata wakikusajili wewe pale Simba utaonekana mbovu. Asante sana.